Kwa majina anaitwa Elisha Erasto ya Maina, ni afisa biashara mwandamizi halmashauri ya Rombo, nako hapa mbele yenu kueleza baadhi ya mambo ambayo yanaendana ya biashara na uwekezaji kwa niaba ya mkurugenzi halmashauri ya Rombo. Wilaya ya Rombo ina fursa nyingi za uwekezaji fursa ambazo ziko Rombo ni kama vile uwekezaji kwenye viwanda, uwekezaji katika madini ya pozolana, uwekezaji katika vituo vya mafuta, uwekezaji katika viwanda viwanja vya michezo, ambapo kuna maeneo yametengwa kwa ajili ya uwekezaji kama Holili, ambapo kuna hekari mia moja na nne ambao kwa ajili ya ujenzi wa viwanda mbalimbali. Mge pia Rombo kuna maeneo ya, ya, ya eneo lima mazao kama parachichi ndizi, ambazo ziko kwa wingi zinapatikana katikana na nature hizi ya Rombo inaruhusu kama zao yaote vizuri na yastawi, ambao tukipata wawekezaji wa ambao wangeweza kuja kuwekeza kwenye viwanda hivyo, products zote ambazo zinazalishwa kutokana na hivyo bidhaa viwanda vingeweza kupata tija katika swala zima lazima la kipato na ajira. Pia, ila Rombo kuna maeneo nimezungumza achmajwa kozolana ambapo tunakaribisha pia wawekezaji waje kuwekeza, kwamba kozolana inatumika katika uchimbaji wa une, ina, ina katika kutengeneza saruji saruji kwenye viwanda vya saruji. Upande wa Rombo kipo kimoja kikubwa ambacho kinazalisha saruji ambayo inatumika katika mikoa karibu yote ya Tanzania upande wa kaskazini tunaalika wawekezaji wengine waje kuwekeza katika viwanda vya saruji pia. Tuna uwekezaji wanje wa michezo unageza mchezo, mchezo ambao tunao hapa saba saba na saba saba hapa mkuu Rombo, lakini pia kuna maeneo mfano Holili pia ambayo serikali yametengwa kwa ajili ya michezo, tupate mwekezaji ambaye anaweza kuwekeza ndani ya nje ya nchi, tunamkaribisha aje kuwekeza. Hii ni fursa nzuri. Tukumbuke kwamba serikali yetu pia inasapoti michezo kwa asilimia kubwa. Umejionea rais wetu Samia Suluhu Hassan anasapoti kwa asilimia kubwa michezo na kujenga. Kwa hiyo Rombo pia, Rombo iko mpakani, Rombo na mipaka miwili ya kibiashara ulini na Tarakea. Fursa ya michezo pia ni sehemu muhimu sana, ambapo inaweza kuleta tija kwa jamii na kwa serikali kwa jumla. Pia tuna kundi la vijana ambao wako wanajishughulisha katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Mfano halmashauri ya Rombo imekuwa ikitoa mikopo kwa asilimia kumi ile kofo tu kwenye kundi la vijana, wanawake na, na watu wenye ulemavu, ambao vijana hawa wanajishughulisha shughuli mbalimbali za kiuchumi. Mfano kuanzisha vibanda vidogo vidogo, mfano karakana mbalimbali zimeanzishwa, biashara za ushonaji zipo kwa vijana mikojili, kupitia mikopo hii ambao halmashauri ya Rombo imekuwa ikitoa na hii mikopo imekuwa na tija kubwa hasa kwa nani tunaona masoko yote ya rombo kuna tarakea seri mashati kuu mamsera awili ni, ni, ni, ni tarafa ambazo zimenufaika zime, zime sana na na, na, na, na mikopo hii pia halmashauri sure inatoa hii mikopo kwa kufuata taratibu na sheria na mikopo hii ina ina, ina, ina nanufaisha vijana wa wanajiepusha na mchezo ya hatarishi, mfano wa vile mchezo ya kamari mchezo ya, ya, ya, ya, kuvuta mbangi ni vitu ambavyo vina vinafanya vina vijana wawe katika kundi hatarishi. Lakini kupitia mikopo hii vijana wanashughulika katika shughuli halali za kisheria na za taratibu, ambao vijana sasa wakiwekeza waki, waki, waki. nguvu zao huko, tija inapatikana kwa jamii inayozunguka na kwa taifa kwa jumla. Pia eh, ofisi ya mkurugenzi kupitia idara ya viwanda ya biashara na uwekezaji, tumekuwa tukifanya vikao mbalimbali na wafanya biashara katika kuhamasisha shughuli za uwekezaji. Kumbuke ni tumefanya mabaraza ya biashara, tumesoma taarifa fupi ya fursa za uwekezaji wa Urombo, tulikaa nafanya biashara nyingi zaidi ya fanya biashara 80 na pia ofisi ya biashara biyasha, viwanda na uwekezaji tumekuwa tukitembelea kwenye biashara mara kwa mara, fili moja moja kwa kuja vikao kule walipo na vikao na kuelimisha katika shughuli nzima za uwekezaji na fursa mbalimbali za kibiashara mzigo rombo mke pia Rombo ni lango inakuwa kiuchumi kwa spidi kubwa sana. E, tumeshuhudia pale vya viwanda viki viki viki vikianzishwa vidogo vidogo vingi na tumeshuhudia pia Vinaanzishwa ambapo sasa vituo zaidi ya kumi na tatu lakini pia fursa bado zipo Rombo ni mlango ambayo inaingilika kila kona miundombinu ni mzuri miundombinu ina in, in, rafiki sana maji umeme barabara iko vizuri na serikali imeongeza nguvu kubwa katika kuhakikisha miundombinu inapitika kirahisi na inaweza kurahisisha shughuli nzima za wawekezaji na shughuli za kibiashara viwanda Mwisho kabisa nipende kutoa wito kwa watu binafsi, washirika wenye uwezo wa kuwekeza ni waalike waje Rombo kuwekeza, fursa ni nyingi na zinatilwa, fursa za vito mafuta, ambapo Rombo nimesema awali inapitika ni babala lami na miundombinu inazidi kuboreshwa siku hadi siku na pia kutokana na mipaka miwili Tarakea na Holili, ila Rombo iko kibia, iko vizuri kibiashara ambapo maeneo hayo yamechangamka yanaingilika vizuri, na transaction nzuri za kibiashara zinafanyika vizuri kabisa, na inaruhusu pia mwekezaji kupata tija kutoka na uwekezaji wake. Sante.